E, kwa majina naitwa Agustino Polepole. Mimi ni kaka ya Humphrey Polepole. E, Humphrey Polepole, e, ambaye majukumu yake ya mwisho alikuwa balozi wa Cuba. E, ametekwa usiku huu wa kuamkia leo na ndugu mmoja anatambulika kwa jina la Mafuele. Ninaendelea kufuatilia mitandao yangu ya kijamii iko wazi, namba yangu ya simu iko wazi. Kwa kifupi niseme Humphrey Polepole ana chipu mwilini. Kwa hivyo naendelea kufuatilia sehemu ambayo wanaendelea kumpeleka na nitatoa taarifa punde, maana yake wanamhamisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine nitatoa taarifa. Asante.